Anapotokea mkasa wowote wa, wa radi, athari zake huwa ni mauti na uharibifu, lakini katika eneo la Kabarnet, kaunti ya Baringo, radi haijasababisha mauti bali ufukuzi wa mifupa ya maiti Katika tukio hilo lililotokea usiku wa kuamkia leo, mifupa hii inayoaminika kuwa ya babake mzee Ruben Cherutich mwenye umri wa miaka mia moja na mmoja ilifukuliwa kutoka kaburi lake baada ya kufa na kuzikwa mnamo mwaka 1930. Pindi baada ya kulipasua kaburi na kuifukua mifupa na nyoka huyu, radi hiyo inadaiwa kuulenga mti huu aina ya seda au mkangazi na kuupasua kwa vipande, kabla ya kuvitia vipande hivyo kwenye mstari unaoaminika na wenyeji kwa mpaka kwenye ardhi hii, hali wanayosema wazee wa jamii kwamba huenda ni dalili kwamba mtu alinyanyaswa na sasa wakati wa hukumu umewadia. Kuna mtu alithulumiwa kuhusu mipaka wala kuna mtu ambaye alikuwa anatetea, lakini uwezo wake kuwa na nguvu, lakini nafikiri hata mwenyewe akamilishe. E, aongee tu a, na wasee, na sio wasee wale wa town. Kuna wasee ile <coughs> amewahi kuona. Wakazi hao wanaamini kwamba kupasuliwa kwa mtu huu na radi na kisha vibanzi vyake kupangwa kwenye mstari unaoaminika kwa mpaka ni suluhisho kamili kwenye mzozo wa mpaka na umiliki wa ardhi hiyo, inayosemekana kukumbwa na utata kwa zaidi ya miaka thelathini sasa. Mimi na wasii kwamba msijaribu kung'ang'ania kwa mashamba katiri ya mpaka, kunyanyasa ndugu yako kokuu ama mnyonge mwenye ana kitu, tabatalini sana, angalieni mpaka katiri ya familia kawana mpaka kamili. Kwa sasa ardhi hiyo inamilikiwa na mwanasiasa mmoja kutoka eneo hilo hata hivyo, mzee Ruben Charutich anashikilia kwamba ardhi hiyo yenye ukubwa wa ekari tatu ilikuwa ya babake tangu miaka ya sitini, lakini utata ulizuka walipohamia sehemu nyingine. Kwa wengine tukio hilo ni sawa na mazinga umbwe, lakini kwa wenyeji wa Kabarnet, tukio la radi kuupasua mti kuvipanga vibanzi kwenye msitari na hata kuvisimika vingine na kisha kulipasua kaburi na kuirusha mifupa nje na kumuua nyoka. Imetajwa na wenyeji wa Baringo kwamba hata katika mauti haki ipo. Naona imiti ametoa ile ile, inaitwa keluonde keluonde, yenu misisi na naonekana hiyo kitu naonyesha kwamba hiyo kitu ni chungu. Waongee mzuri kama familia, waone waweke, mpaka waongee, wasalimiane. Hii kitu wamalize, na mtu asharibu kuhakisha imiti hata iwaki <laughs> Ambia wa mama wasichana wale wanachukua kwa kuni. Waangalie miti wachana kabisa ikae mbaka hivyo. Shadrack Miti, QTV.